Jinsi Nyerere na Mtei walivyotengana wakati wa mgogoro mkubwa wa kiuchumi wa miaka ya 1970. Mia, katika historia ya Tanzania, kuna nyakati ambazo zilifafanua mwelekeo wa taifa kiuchumi na kisiasa kwa miongo mingi iliyofuata. Mojawapo ya nyakati hizo ni mgogoro wa kiuchumi wa miaka ya 1970, mia, ambao haukuathiri tu ustawi wa taifa bali pia uliibua tofauti kubwa za kimawazo kati ya viongozi wakuu wa nchi. Miongoni mwa waliokuwa katikati ya mjadala huo walikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Edwin Mtei, watu wawili waliokuwa na dhamira ya dhati kwa maendeleo ya Tanzania, lakini walitofautiana vikali kuhusu njia bora ya kuyafikia. Mwalimu Nyerere alikuwa muasisi wa falsafa ya Ujamaa na Kujitegemea, sera iliyolenga kujenga taifa lenye usawa wa kijamii, mshikamano wa kitaifa na matumizi ya pamoja ya rasilimali. Kwa mtazamo wake, maendeleo ya kweli hayangepimwa kwa ukuaji wa pato la taifa pekee, bali kwa kiwango ambacho wananchi wengi walinufaika kwa pamoja. Aliamini kuwa taifa changa kama Tanzania lilihitaji kulinda uhuru wake wa kisera dhidi ya ushawishi wa nje, hata kama hilo lingehitaji kuvumilia matatizo ya muda mfupi ya kiuchumi. Kwa upande mwingine Edwin Mtei alikuwa mtaalamu wa masuala ya fedha na uchumi, aliyepata mafunzo na uzoefu katika taasisi za kimataifa. Akiwa katika nafasi za juu serikalini, aliona kwa karibu hali halisi ya mapato ya taifa, upungufu wa fedha za kigeni na changamoto za kudumisha uthabiti wa uchumi. Mtazamo wake ulijikita zaidi katika ufanisi wa sera, uwiano wa bajeti na umuhimu wa uzalishaji na biashara ya kimataifa kama nguzo za uchumi imara. Mgogoro wa kiuchumi wa miaka ya 1970 ulitokana na mkusanyiko wa sababu kadhaa. Bei za bidhaa kuu za kuuza nje zilishuka katika soko la dunia, uzalishaji wa kilimo ulipungua na gharama za kuagiza bidhaa muhimu ziliongezeka. Aidha, matumizi makubwa ya serikali katika miradi ya kijamii na sekta ya umma yaliweka shinikizo kubwa kwenye bajeti ya taifa. Katika mazingira haya magumu, tofauti za kimawazo kati ya Nyerere na Mtei zilianza kujitokeza wazi zaidi. Nyerere alisisitiza kuwa matatizo hayo hayakupaswa kutatuliwa kwa kukubali masharti ya nje ambayo yangeweza kudhoofisha falsafa ya Ujamaa. Aliona kuwa kukopa au kurekebisha sera kwa misingi ya shinikizo la taasisi za fedha za kimataifa kungehatarisha uhuru wa taifa na misingi ya usawa wa kijamii aliyokuwa ameijenga kwa miaka mingi. Kwa mtazamo wake, kujitegemea kulikuwa suala la heshima ya taifa, si chaguo la kiuchumi pekee. Mtei, hata hivyo, aliona hali kwa jicho tofauti. Aliona kuwa bila marekebisho ya sera za fedha, biashara na uzalishaji, uchumi ungeendelea kudorora na kuwabebesha wananchi mzigo mkubwa zaidi. Alisisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji la bidhaa za kuuza nje, kurekebisha viwango vya ubadilishaji wa fedha, na kuweka mazingira rafiki kwa uzalishaji na uwekezaji kama nguzo za uchumi imara. Kwa mtazamo wake, kukataa kabisa ushauri au msaada wa nje kulikuwa kunaweka taifa katika hatari ya kuzidiwa na matatizo ya kiuchumi. Tofauti hizi za kimtazamo zilijitokeza wazi katika mijadala ya ndani ya serikali. Kadri hali ya uchumi ilivyozidi kuwa ngumu, ndivyo misimamo yao ilivyozidi kuwa mbali. Nyerere aliona msimamo wa Mtei kama unaoweza kuyumbisha misingi ya sera ya kijamii Huku Mtei akiona msimamo wa Nyerere kama unaopuuzia uhalisia wa kiuchumi na takwimu za fedha. Hatimaye, mvutano huo ulifikia hatua ya juu ambapo kufanya kazi kwa pamoja kulikuwa gumu zaidi. Mtei alijikuta katika nafasi ya kutekeleza sera ambazo hakuwa tena na imani nazo, akihisi kuwa zinaweza kudhuru uthabiti wa uchumi kwa muda mrefu. Hali hii ilimfanya kuchukua uamuzi mgumu wa kujiuzulu nafasi yake serikalini, hatua iliyotafsiriwa na wengi kama ishara ya kuvunjika kwa uhusiano wa kikazi na kimawazo kati yake na Nyerere. Kuondoka kwa Mtei kulikuwa pigo kwa serikali, lakini pia kulikuwa ujumbe mzito kuhusu kina ya tofauti za sera zilizokuwepo. Kwa Nyerere, Uamuzi huo haukubadilisha msimamo wake juu ya falsafa ya ujamaa, lakini uliashiria mwanzo wa kipindi ambacho Tanzania ilianza kutafakari upya baadhi ya sera zake za kiuchumi. Kwa Mtei, kuondoka serikalini kulimpa nafasi ya kuendeleza mawazo yake nje ya mfumo wa utawala wakati huo. Kwa mtazamo wa historia, tofauti kati ya Nyerere na Mtei hazipasi kuonekana kama mgogoro wa binafsi bali kama kielelezo cha mjadala mpana kuhusu njia bora ya maendeleo kwa taifa changa. Mgogoro huo uliakisi mvutano kati ya maadili ya kijamii na mahitaji ya kiuchumi, mjadala ambao bado unaendelea katika nchi nyingi zinazoendelea hadi leo. Urithi wa kipindi hicho unaonekana katika mabadiliko ya baadaye ya sera za kiuchumi za Tanzania, ambapo nchi ilianza kuchanganya misingi ya kijamii na mbinu za soko. Hadithi ya Nyerere na Mtei kwa hivyo ni somo la historia kuhusu umuhimu wa mjadala wa sera, uongozi wenye maono na changamoto za kusawazisha itimaki na uhalisia wa kiuchumi.